Tukisalia Nairobi ni kuwa wale wote walio na madeni ya kaunti hii ya Nairobi ni sharti walipe kabla ya kupata huduma. Hii ni kufuatia operesheni ya kuwafurusha walokosa kulipa kodi ya nyumba katika mtaa wa Ngara ambapo zaidi ya familia mia moja ziliathirika. Maafisa wa kaunti pia walifunga hekalu la dhehebu la Freemason wakisema kuna deni la zaidi ya shilingi milioni kumi na tisa kama anavyotuarifu Gatete Njoroge. Wakazi wa mtaa wa Ngara jijini Nairobi walikuwa wa kwanza kujipata mashakani. Vijana walioandamana na maafisa wa serikali ya kaunti waliingia nyumba moja hadi nyingine, wakitoa vifaa kule chini, wenzao wakisubiri kupakia vifaa hivyo kwenye lori, waathiriwa wakitizama wasijue la kufanya. Ombi lao kwa maafisa wa kaunti kuwapa muda zaidi likiambulia patupu, wakisisitiza ni lazima walio na madeni kulipa mara moja. serikali ambayo iko ingepeana human face tu ingekuwa too much to ask ule mtu ambaye apewe hata there's a big discrepancy between the records that the county has and the tenants have. Kutoka mtaa wa New Ngara, operesheni iliendeshwa katika eneo la Old Ngara hapa vijana walivunja milango na kuingia ndani ya nyumba hizi kutoa bidhaa ambazo zimesalia mikononi mwa serikali ya kaunti hadi pale madeni yatalipwa. Are with a million and above. Wakazi hapa wamekashifu serikali ya kaunti kwa kile wanadai ni kutumia nguvu wanapotafuta malipo ya madeni. Operesheni haikukomea hapo. Hekalu la dhehebu la Free Mason. Ilipokea wageni wa ghafla na ambao walikuwa na nia ya kufunga eneo hilo kwa kukosa kulipa deni la shilingi milioni 19 nukta mbili Wanaofika hapa kwa ibada sasa watatafuta mahala mbadala, kwani eneo hili liko chini ya serikali ya kaunti hadi pale deni litakapolipwa. Licha ya tetesi kutoka kwa waathiriwa, serikali ya kaunti ya Nairobi imesisitiza kuwa operesheni hii itaendelea hadi wote walio na madeni walipe. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen, kaunti ya Nairobi.